Karibu tena. Familia moja katika kijiji cha Tuthu, eneo bunge la Kangema, kaunti ya Murang'a inasononeka huku ikitoa wito kwa mashirika ya serikali na wahisani kuisaidia kumtafuta mtoto wao wa kiume mwenye umri wa miaka 23. Erick Joseph Irungu ambaye ni mwanafunzi wa mwaka wa nne katika Chuo Kikuu cha Ushirika cha Kenya huko Karen, katika kaunti ya Nairobi, alitoweka Jumapili, tarehe 13 mwezi uliopita na juhudi za kumtafuta zimeambulia patupu. Katika kijiji cha Tuthu, eneo bunge la Kangema, familia ya Erick Joseph Irungu inasononeka. Hii inafuatia kutoweka kwa Irungu bila kujulikana aliko wiki tatu zilizopita. Mamake Irungu kwa jina Joyce Wanjiku anatokwa na machozi, huku akisimulia mazungumzo ya mwisho aliyokuwa nayo na mwanawe kuna mtihani alikuwa anafanya hiyo siku na hakufanya. Joyce anasema mwanawe alikuwa akijiandaa kwa ajili ya mtihani yake ya mwisho. Hata hivyo majaribio kadhaa ya kumtafuta muda mfupi baada ya mazungumzo yao ya mwisho hayakufaulu. Nilimpigia hiyo saa tatu, hakuchukua simu, nikakaakaa kidogo, kitu saa nne pia nikapiga, hakuchukua simu, nikalala, nikaamkia nika hii nika siku yenye ilifuata ilikuwa Jumatatu, ni hiyo siku yote nilishida nikipiga simu na haikuchukuliwa kwa wasiwasi wasi. Familia ilianza msako na kuwatuma baadhi ya jamaa kumtafuta huku juhudi zao za kumtafuta katika chuo kikuu alichokuwa akisomea zikidhibitisha hofu yao. Tulimpigia simu tukamkosa, tukatuma watu na rombi wamemkosa, hata mahali yanakaa, na sasa tukafika mwisho. Ufichuzi huu ulifanya familia hiyo kuripoti kutoweka kwake na baadaye ikaanza msako wa kumtafuta bila mafanikio. Sisi kama familia idogo tumemtafuta kwa sitimoshali, tukaenda kwa Kenyata, na sasa hakuna njia tunaona mwelekeo wa kumpata. Huku familia hiyo sasa inaomba mashirika ya serikali na wahisani kusaidia kumtafuta Eric. Na tunaomba watu, serikali na watu wote watusaidie kumtafuta pahali anaweza kuwa. Wakati huo huo, familia na wanajamii wanaendelea kukusanyika nyumbani kwa akina Eric, huko mashinani kwa maombi ya kila siku, kwa matumaini ya kumpata na kuungana naye tena hivi karibuni. Unaweza kuwasiliana na familia kupitia nambari ya simu 0711261072 au 07198263 Sufuri tisa. Dorin Arange, Darubini Weekendi.